Karibu tuzungumze kile ambacho kilitokea jana usiku, baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Everton kwa goli moja kwa sifuri katika uwanja wa Old Trafford. Na leo tutazungumze, tuzungumze mambo matano makubwa ambayo tumejifunza baada ya kuona mchezo huo. Je, lawama ni kwa kocha? Lawama ni kwa wachezaji, ama ni nani ambaye anastahili kulaumiwa? Kitu gani ambacho kilitufelisha hapo jana? Karibu sana tuweze kuzungumza mambo hayo, lakini pia tupate fursa nzuri ya kuweza kuzungumza shika, vya vya vya nikusu, ya habari kadhaa ambazo zimeshika sehemu kubwa ya vyombo vya habari leo hususan kuhusu klabu yetu pendwa ya Manchester United. Habari za usiku huu, karibu sana United Redverse. Mimi naitwa Dr. Nandes na hapa ni Redverse ambapo nakuja hapa kila siku kwa ajili ya kupata update zote na kuzungumza mambo mbalimbali kuhusu klabu yetu pendwa ya Man United. Ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza, basi nakukaribisha sana. Kwa wale ambao wamefika kwa mara ya kwanza, hakikisha umesubscribe, un -like, lakini pia usiache kutuandikia ya maoni yako hapo chini. Tutafurahi sana kuyapitia kadiri ambavyo wakati unaruhusu, lakini pia chukua linki hapo, Share kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kujiunga nasi. Na kwa Bwana Abdalla Abdul ambaye ameingia muda si mrefu, naomba kwenye comment hapo unaandikie kama unanipata loud and clear. Karibu sana mbwana soka, karibu sana popote pale ulipo, tuweze kupitia mambo mbalimbali kuhusu kila ambacho kitokea hapo jana. Najua wengi tumetazama mchezo wa jana kwa wale ambao pia hawajapata fursa kutazama, wameshapata nafasi sasa hivi ya kuweza kurudia marudio kupata update na kuona kile ambacho kitokea. Lakini hapa nimekuandaa mambo matano makuu ambayo lazima tuondoke nayo katika mchezo huu wa jana. Jambo la kwanza niongelee uh, jinsi ambavyo klabu inashindwa kutumia faida ya watu kuwa pungufu. Tunasema kwamba numerical advantage uh, haimaanishi kitu ikiwa hauna malengo hii tumeiana jana katika mchezo wa Manchester United dhidi ya Everton, kwa sababu katika mchezo huo Everton walipigwa kadi nyekundu dakika ya kumi na tatu ya mchezo na kwa dakika zaidi ya themanini ilizofata wamecheza wakiwa pungufu. Nakumbuka hawa ni Everton ambao wapo kwenye kumi la pili katika mchezo huo. Kwa hiyo um, asante uh, sana kwa kuniambia Bwana Mudi Mzungu na Abi Ab Ab Ab Abdul kwamba unanipata loud and clear. Asante sana kwa comment yenu na sasa hivi naweza nikaendelea vizuri sana. Kwa hiyo point ya kwanza ambayo ningependa tuzungumzie ni numerical advantage kwamba haina maana ikiwa hauna malengo. Na hilo limetokea katika mchezo wa Manchester United baada ya Everton kupata kadi nyekundu dakika ya kumi na tatu ya mchezo. Dakika zaidi ya themanini, Everton ilicheza ikiwa pungufu, lakini United walishinda kutumia hiyo advantage ya kupata matokeo, na baada ya kupoteza mchezo Everton walionekana kuwa organized zaidi kuliko sisi walikuwa na malengo zaidi kuhusu sisi, walikuwa wanacheza low block, kwa sababu kwa sehemu kubwa walikuwa wanacheza kama tano mbilimbili mbili moja, wako wengi nyuma zaidi. Kwa hiyo amini nne mbili mbili moja, ili angalau kuongeza watu wengi nyuma na kuweza kulinda, na jambo hilo limeyafanikisha kile ambacho kufanya, kwa sababu baada ya hapo United wameliki mpira kwa asilimia kama sabini hivi, lakini wakipiga mashuti zaidi ya 25 golini, kati ya hayo zaidi ya mashuti kumi akiwa on target. Lakini yote haya kwa sababu wale walipata walitumia malengo yao, kwamba tuna kadi nyekundu tuweze kulinda ushindi wetu. Kwa hiyo mechi hii imenifundisha kwamba kama hauna malengo, kama hauchezi kwa mfumo madhubuti, hata kama timu ina wachezaji pungufu, bado hauwezi kukapitalize makosa ya ambayo inatokea na jana tumeona hilo wazi. Ninatarajia baada ya kupata kadi nyekundu iwe rahisi kwetu kuweza kupanda juu ya Everton muda wote kwa lazimisha wafanye makosa na hivyo kufunga goal, lakini hatukuweza kufanya hivyo. Tulikuwa poor kwenye transition. Tulikuwa tuko very slow kwenye kupiga pasi. Build up yetu very slow. Na Everton ilikuwa inasubiri vizuri, sio? walikuwa wanakaa nyuma kabisa, wanasema mtakuje, wanakaa hapo, wafunguki. Na pia tukashindwa kuwafungua. Na kitu ambacho nadhani jana tulikosa tuli, tuli, tuli, ni, ni, ni kwa mtu kama Messi ukunya.

tano kwa sababu alifanya kazi nzuri sana, akuweza kuwa ku, ku, ku, ku, chini kwa watu kumi alafu kufanya matokeo yakawa vile alivyokuwa, na pia goalkeeper walifanya saves mara kadhaa, nafikiri kazi nzuri sana ambao walifanya. Jambo la pili ambalo ningependa kulizungumzia, nadhani bado tuna changamoto sana kwenye upande wa finishing. Hilo ni tatizo la pili ambalo nimejifunza jana, nimegundua kwamba bado tuna shida sana kwenye upande wa kumaliza mm-hmm. Sawa so, kwa hiyo jana uh, hatakuwa na Benjamin Sesko, hatakuwa na Matheus Cunha, uh, Bryan Mbeumo pia anaonekana jana na hayuko fit kama ambavyo tumemzoea. Uh, kwa mwisho wa siku tumeshindwa kufunga magoli. Tumepiga mashuti 27 na golini. Kati ya hayo mashuti sita alikuwa on target yote, lakini jana Pickford alifanya saves kama tatu hivi ambazo ni hatari sana. Lakini I think tulipaswa kuwa accurate zaidi. Kama nakumbuka kuna muda ambapo Bruno alikuwa na goli alikosa nafasi ile. Kwa nafasi nyingine Patrick Dorgu alikosa mapema kipindi cha kwanza kabla hawajafunga tujafunga goli. Nafasi nyingine, alikosa Joshua Zirkzee mbili, nafasi ya mwisho pale alikosa ni Mateo de Ligt. Oyo, nadhani ni nafasi ambazo tulipaswa kuwa clinical zaidi. Na hii inatuonyesha wazi kwamba Joshua Zirkzee bado si mshambuliaji wa kumtegemea. Kama Sesko yupo, ni bora hata kumtumia, ni bora hata kumtumia Cunha kuliko Sesko kwa sababu Sesko mara nyingi kwenye, kwenye, kwenye Joshua Zexi anacheza kama kiungo ni, yani akipokea ya mpira kwenye eneo la watari, anafanya one two, anarudi nyuma, anapiga pasi alafu ndo anakimbia. Yani, you are not a striker. Kama ni Haaland pale, mpira ukiwa unakuja, yeye anakimbia mbele na pasi mbele, akiona space mbele anakimbia. Yeye anarudi nyuma kuchukua mpira, hapa ni kama kiungo zaidi. Kwa hiyo nadhani hawezi kufanya kazi ya kufunga na jana tumeona hilo. Kuna najua, kuna wengi ambao wamekuwa wanapiga kelele kila siku Benjamin Sesko aanze, apewe nafasi, lakini jana imethibitisha hilo kwamba hata Sesko mwenyewe, hata hata Zirkzee mwenyewe hawezi kufanya kazi ile ambayo tunataka kufanya. Kitu kingine ambacho nimekiona, nimeona poor decision making kwenye upande wa, wa kushambulia katika siku ambazo a tunalaumu kila siku, katika mechi nyingi zilizopita tulipokuwa tunacheza na Benjamin Shesko, mimi nilikuwa nikilalamika kwamba Manchester, kwa Manchester wanabidi wajifunze kupiga cross kwa sababu tuna mtu anaitwa Benjamin Shesko ambaye ni nafikiri, ndio mmoja wa shambuliaji warefu zaidi kwenye ligi ya Premier League nchini England. Na, ni mrefu sana na tunajua ubora wake kichwani, lakini Shesko akiwa uwanjani watu wapigi cross, hawapigi kabisa cross, yaani sasa Shesko yupo kila muda ni cross. Diallo mwenyewe kapiga cross zaidi ya mara tano. Bruno kapiga cross ngapi? Diallo kapiga cross ngapi? Yani ilikuwa kila muda ni cross cross cross. Ni lit aliongelea swala baada ya mchezo, akasema kama akasema tumepiga cross nyingi ambazo zilikuwa zina maana. Nafikiri hiyo ni ni poor decision making. Tunapaswa kujua kwamba sasa hivi hatuna mtu kupiga vichwa, kwa hiyo cross nyingi zote zinaisha tu hewani, zinapita tu zinapita tu zinapita tu, haikuwa na maana yote. Lakini siku ambapo Shesko yupo, hizo cross hazipigwi. Sasa sijui changamoto inakuwa ni nini. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, bado nadhani kuna shida. Hiyo ni shida siku zote kwenye defensive, sasa defensive midfield, kwa sababu ile goal imefungwa kwenye counter attacks na tulikuwa dhaifu sana kwenye kufanya marking vizuri sana kwenye kiungo. Uweze kumlaumu kipa ile shuti, kipa yetu anaweza kafungwa, lakini naongelea matukio kabla ya kufika kwenye ile shuti. Nafikiri alipo ikupasa kutoa space nyingi vile, vile mshambuliaji kuweza kupata ile space ya kuweza kupiga pale. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni udhaifu wa ku wa kulinda Kasi nilikuwa mbali na nafikiri ndo amekuwa mtu pekee ambaye anatusaidia sana Bruno, afanye kazi hiyo vizuri. Hakuna mtu mwingine anafanya kazi hiyo vizuri, ndo maana kila siku tunalia kupata kupata kiungo mzuri ambaye katika moment kama zile anaweza akasense danger, akaweza kufanya kazi hiyo vizuri sana kwa kuweza ya kutrack ya kutrack runners na kuweza kuziba hayo mapengo. Jana hakuna mtu aliyefanya kazi hiyo, kwa hiyo hili ni swala la ikitokea hali sio nzuri tunakimbilia mtu wa kumlaumu, lakini nadhani Ruben Amorim hapa hawezi kupewa lawama sana. Nafikiri kikosi chenyewe hakina quality ya kutosha. Nitakupa mfano wa matukio ya jana. Ni mara ngapi Patrick Dogu aliingia kwenye position ambayo ni nzuri sana lakini final balls zikawa zina, zina fail? Pia nitakubana mimi, Dogu jana alikuwa anaweza kufunga goli hata mbili jana. He couldn't. Ni mara ngapi Joshua Zexia alipata nafasi za kufunga magoli zaidi ya mawili? hajafunga that comes to quality hiyo sio kazi ya Ruben Amorim kuingia kuingiza mpira kambani ni mara ngapi Bruno Fernandes kapiga mpira juu ni mara ngapi ngapi uh, Amad kapiga crosses kapita nje zote hiyo ni swala la wachezaji sio swala la mfumo sio swala la kwamba kwamba Ruben Amorim anamwaje achukue mpira yake aweke kambani It's, it, ni story ya wachezaji wenyewe kwamba kwa mfano zile nafasi Joshua Zirkzee mbili ambazo angezifunga ile nafasi ya Bruno ambayo alipoteza ya wazi ile nafasi ya Patrick Dorgu kama alipoteza, yani tayari magoli manne yale. Kwa hiyo whatever the case, we could have, we could have won that game na tunaongea story tofauti sasa hivi, lakini chochote, vyote vile ambavyo vimetokea ni kwamba tumeshindwa kutumia nafasi na hii itakuja kwenye quality ya wachezaji. Ah, naomba niseme kwamba nadhani Joshua Zirkzee pamoja na Patrick Dorgu si wachezaji si wa, wa klabu ya Manchester United. Tumeshaona mara nyingi sana. Mimi siku zote huwa point blank. Nadhani Dorgu Nimeona msimu iliyopita, msimu huu pia hajaniridhisha. Nadhani hana quality ya kucheza klabu kama Manchester United. Kama tungekuwa na Lukshaw ambaye yuko fit, nadhani Lukshaw anaweza akafanya vizuri zaidi upande wa ndogo, uh, kuliko ambayo anafanya, uh, anafanya, anafanya, anafanya ndogo sasa hivi. Diego Dalo pia ni same same thing. Hakuna anachofanya vizuri. Kwa hiyo tunahitaji mtu kama mtu ambaye anaweza kufanya kazi hiyo vizuri sana Pedro Porro ama grimado ama watu ambao ni mawingbacks ambao akiwa kwenye nafasi kushambulia anakuwa kama winga tunahitaji ule upande wa kushoto. Hiyo ni changamoto moja ambayo nimeiona. Pia Joshua Zirkzee pia sidhani kama ni mchezaji ambaye anaweza kutufikisha mahala popote kwa upande wa ushambuliaji, na ndio maana Ruben Amorim alisema mara kadhaa kwamba ni vizuri kuwa na washambuliaji angalau wawili. Tumemwona Sesko jana kuwepo na team imestruggle kupata, kupata, kupata, kupata magoli japo Joshua Zirkzee japo japo Benjamin Sesko anakuwa fungi lakini uwepo wake kuna kitu naongeza kwenye build up ya timu, kuna kitu naongeza kwenye, kwenye, kwenye jinsi namna na na na ya kuadapt katika mazingira magumu. Hii ni rigidness ya kwake ambapo kwa mfano mechi ya jana tunacheza dhidi ya Everton ambao technically wapo chini, wapo chini yetu. Naona maswali yenu nitayajibu. Uh, Juma nimeona swali lako na wengine namba, mniende kuandika kwenye comment hapo. Nikimaliza point hizi tano nitakuja kujibu maswali yenu kwa kuhusu mechi ya jana. Kwa kama kuna swali ungependa kuandika hapo, andika hapo kwenye comment sasa hivi, nitafurahi sana kuyapitia. Kwa hiyo imagine jana tunacheza na Everton ambayo ilikuwa chini yetu kwenye ligi ambayo pia amekuwa akistruggle sana kufunga magoli Everton. Kwa nini unaanza na beki wa tano? Kwa sababu jana tumeanza nao na mazirawi na dogo, mabeki wa tano jana. Sikuona hiyo haja. Mazirawi sio mbaya sana lakini nitamani upande ule ambao alikuwa Mazirawi nafikiri angeanza, angeanza Ahmad, nafikiri kipindi cha pili alipoongea Ahmad kwenye wingback kidogo madhara yalianza kuonekana. Kwa nafikiri ilikuwa ni swala la Ruben Amorim, kwa kikosi ambacho ameanza nacho lakini ukichana kikosi sawa, naweza kusema kwamba alianza na vile kwa sababu alikuwa anaogopa Grealish kwamba atakuja kutusumbua. It was a good plan. Lakini baada ya kupata kadi nyekundu wako pungufu, why do you keep five defenders? Kwa nini muda ule ule hakuamua kumtoa Mazraoui akamweka Amad upande ule akaika Mason Mount ili aongeze washambuliaji, kwa sababu you don't have to play with Mazraoui, yani you don't need to kutisha na mabeki watano. Kwa timu kama Everton ambayo ina, ambayo inacheza low block. Muda wote Everton walikuwa wanasubiri counter. So why do you play with five defenders? Kwa hiyo sidhani kama ilikuwa ni sahihi. Ruben Amorim nafikiri anahitaji kujua namna ya ku-adapt kulingana na mazingira. Everton walikaa nyuma, wakasubiri, tukashambulia, lakini bado tukashindwa kubomoa ile ukuta na kuweza kufunga magoli. Ruben Amorim, nafikiri kama kocha alipata kutafuta namna ambayo anaweza akatengeneza Uh, njia za kupata magoli kupiga tu kuliko kupiga tu cross za ajabu ajabu. Kuna moment ambao nilikuwa nafika naona kama wachezaji pia wanaishiwa mbinu, kama hawajui cha kufanya. Mwisho wa siku alikuwa anasubiri tu individual brilliance ili iweze kuzaa matokeo, na hicho ndio kitu ambacho nafikiri kimeumiza. Kwa hiyo nafikiri pia Ruben Amorim pia ana kesi ya kujibu kwenye swali, lakini otherwise, hivyo ni vitu vitano muhimu ambavyo mimi nimeviona katika mchezo dhidi ya Everton hapo jana. Asante Abi Abdul kwa comment yako, lakini pia mudi mzungu nimekuona, nashukuru sana Alafu simai na so anasema kaka, mimi naona muda wa kupoteza mechi umefika. Ubaya ni kwamba hizi mechi ambazo tulikuwa tunapaswa kushinda ndio tunapoteza, na hiyo ndio changamoto yetu kubwa sana. Uh, Ahmed Maruku anasema kaka, mambo vipi? Muda mwingine timu inaboa sana, mechi za muhimu tunatakiwa tushinde, tukaye sehemu nzuri, lakini ndio tunachemka. Performance ya timu yetu bado kabisa hasa kwenye midfield. Umeongea jambo la msingi sana Ahmed Maruku hapo. Jana tungeshinda tulikuwa tunaingia nafasi ya tano. Na hili tatizo limekuwa la kudumu kwa Manchester United. Kila mara ambapo tunakuwa nafasi ya kusogea juu kwenye table huwa tumia nafasi, kila mara imetokea, mara nyingi sana hicho kitu yani, kwamba sikumbuki mara ngapi, kila mara tukiwa kwamba hii imetukishinda jana. Imagine Liverpool kapoteza, City kapoteza wengi wengi pale, kuna nani, Brighton sana, wamepata poteza bibi. Tushinde tu nafasi tano, tumepoteza mechi, hata draw tu japata. Imekuwa tatizo kubwa sana yani, we don't win when it matters the most, sijui. Lakini bado kuna mechi nyingine rais ambazo zinakuja, na hasa ni Crystal Palace, ambayo ni mechi ngumu sana kuliko Everton, maybe we can win that one, lakini bado naamini kama tukishinda mechi kama hizi zinazokuja, we can be in top 4 lakini Nilipasa kushinda jana, kusema kweli ile mechi imeniuma sana. Hatukustadi kupoteza mechi tena kwa timu yenye watu kumi. It was ridiculous kupoteza ile mechi. Na hiyo ndio udhaifu wetu ambao tuko nao. Ruben Amorim pia amesema kwamba amehisi kwamba jana timu haikuwa na intensity ya kutosha. Ilikuwa inacheza chini ya kiwango ambacho hakutarajia vile. Naye mwenyewe ni kama alishwa mbindo, kile ambacho nafikiri hakikuwa sahihi. Mbona kumwanzisha huyu Dalot kwa nini? Dalot naye ni wale wale, tuone kitu cha kipya. Uh, Mazraoui nilimwona nilimwona Ibrahima alifanya vizuri upande ule wa kulia lakini hakuwa na madhara makubwa. Na ye, ni beki, ni right back, sio uh, nafikiri sehemu nzuri ya kumpia Mazirawi ni ule upande anaocheza Leni Yoro left uh, right, center back, sio wing back, au, au sehemu nyingine ya mchezo maana, upande ule ukushio, wa wing back hafanyi vizuri sana. Nafikiri ule upande angekuwepo Amadi muda mrefu, huenda kuna kitu uh, ambacho tungepata first 11 kila muda na angeweza kikosi alafu wakumbuka, wakati unasema maadui wakituachia, wa tucheze na maadui, watumie madhaifu, wanatuadhibu, si hiyo ndio? Sasa kile uliongea ni kweli, niliseme hichi kitu, yani ni kawaida tukiwaachia wacheze, wanatuadhibu. Kwa hiyo uh, Ruben Amorim nadhani na first 11 tayari anayo, lakini jana ukosekanaji wa Kunya na Shesko umeharibu kikosi, kwa sababu kikosi cha Amorim saa hivi nafikiri, kila mtu akiwa fit, nafikiri ni Senne Lammens, ni Leny Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Casemiro, Bruno, Amad, wingback ya kulia, kushoto huko ndo kuna uhakika, anaweza akawa Dorgu ama Diogo Dalo lakini pale mbele ni, ni, ni Cunha na Mbeumo alafu na Benjamin Sesko. Hicho ndio chukua si pekee ambacho naiamini, na nafikiri sehemu pekee ambayo hana uhakika na mtu wa kumuanzisha ni wingback ya kushoto, kwa sababu kuna mtu anacheza Dalo, kuna mtu anacheza Patrick Dorgu kidogo, lakini nafikiri wengine wote wako confirmed ni wale, wale. Yoro, delete, uh, look show ama magwaya kama, um, nya mechi lakini sana sana delete look show na line Amad, Mbeumo, Kunya, Shesko, kwa hiyo ni Yoro, Casemiro, Bruno. Kama ashapata first 11 yake tu, nafikiri swala tu la muda. Um, sawa. Okay, kuna naomba nipitie kidogo, ni kama kuna news muhimu za ku, za kuwapatia hapa. Kuna news moja nilipata kutoka kwa kutoka kwa David Ornstein mchana leo. David Ornstein ameweka habari uh, ya Manchester wameapointi mtu, uh, mtu mmoja kwa ajili ya wanitafute hapa, wame appoint, uh, wamefanya appointment ya mkuu wa scouting e, hey, toka masaa matatu yaliyopita akasema Manchester United wamefikia makubaliano ya kuongeza nguvu kwenye upande wa usajili kwa, kwa, kum, kwa kumpa ajira Kyle Macaulay kama mkuu wa scouting ya timu ya watu wazima. Ndugu huyu mwenye miaka 39 anajiunga na klabu ya Manchester United baada ya kufanya kazi West Ham, Chelsea pamoja na Brighton. Ametaja kwamba anaweza kufanya kazi nzuri sana pamoja na Christopher Vivel, ambaye ni mkuu wa usajili hii taarifa. Ambayo David Orson a aliripoti saa tatu zilizopita kwa Manchester, wamepata fursa ya kuongeza mtu mwingine kwenye kitengo cha usajili pale, ambaye atakuwa ni head of senior scouting. Kwa wale ambao tazama mchezo jana, ningependa mniambie maoni yenu kuhusu kile ambacho mlikiona kwa Kobe, kwa Kobe Menu. Sawa. Um, Indi Kaila wamesema kwamba kulingana na taarifa za jana, baada ya mechi kuisha, taarifa zinasema kwamba Ruben Amorim alikuwa amekasirika sana kwenye dressing room na anahisi kama vile wachezaji wake hawakufuata maelekezo aliyowapa specifically uwanjani. Anakuambia kwamba ikiwa wachezaji hawasikilizi, inaharibu kila kitu katika mchezo pia Amorim anajua kwamba mafanikio yanategemea kila mchezaji kufuata maelekezo ambayo anapewa. Anahisi kama jana wachezaji wamemwangusha, wa akumpa, akumpa, kumpa kile ambacho alitarajia akipate. Sawa, hiyo ilikuwa ni kuhusu mchezo ule wa jana. Uh, habari nyingine ni kwamba Ayden Heaven leo anacheza mechi ya under 21 against Solihull Moors. Uh, na Diego Leon pia wanatoka kama watakuwa kwenye timu hiyo. Uh, kwa hiyo tunaweza kupata pia habari hiyo na habari nyingine ambayo ningependa kukupatia uh, uh, inahusu inahusu... kile ambacho Ruben Amorim alizungumza jana baada ya mchezo. Akasema, ninaogopa sana kurudia hali ya msimu uliopita. Huo ndo wasiwasi wangu mkubwa. Lazima tufanye kazi pamoja na kwa bidii kuzuia hilo lisitokee. Okay, sawa. Taarifa nyingine imetoka kwa Chris Wheeler na Nathan Salt wa Daily Mail, wamesema kwamba Manchester United wanafanya mazungumzo na klabu za timu ya taifa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu uwezekano wakumbakiza Brian Mbwemo pamoja na Amad Diallo pamoja na Nusairi Mazrawi kwa kipindi kirefu kabla ya kujiunga na mashindano hayo ya mechi za Afcon. Anasema baada ya mchezo wa jana United wanaamini kwamba wanahitaji kubaki nao kwa muda mrefu zaidi, angalau waweze kujiunga na timu zao siku chache kabla ya mechi zao za kwanza. Kwa hivyo taarifa zopo ni kwamba Amad pamoja na Mbwemo wanafikiria kwamba labda wanaweza kubaki kidogo angalau kabla ya wajajiunga na timu zao za taifa. Sababu kusema kweli hicho kitu lazima pia tukifikirie. Imagine jana tunachezewa vile dhidi ya Everton. Sasa imagine tuna wanaenda Afcon, Amad na Mbeumo, itakuwaje? Hali itakuwa hatari zaidi. Hatari itakuwa hatari sana. Kwa hiyo nafikiri kuna kazi kubwa sana ya, ya kufanya. Sawa, so, uh, guys, hizo ndo news za leo ambazo nimekupatia, lakini pia, ni mpango wa mambo haya, mambo haya, matano muhimu. Kwa hiyo naomba usiache kutufuatilia, acha kuandika, endelea kutandika maoni yako hapo chini kwenye comment, lakini pia hakikisha una subscribe, una like na kushare video zetu, lakini pia tufuate katika mitandao ya kijamii kama unavyoona hapo chini hapa na kote huko, unaweza kuwa ni Instagram, Facebook, X, TikTok, kote huko jina ni hilo, hilo United, Red. Mimi naitwa Dr. Nandez, namba kwa sasa nikutakie usiku mwema.